Kweli nilikumisi sana, tunajua siku nyingi kweli kweli. Asante nimii <laughs> Eh, eh, poa. mhm mm kuna mpia gani lakini? mhm Mm. Lakini bibi, hmm, mi kuna kitu nataka tuongee, maana naona sikielewi kabisa, ukielewi. Okay, ndio kitu gani? mpenzi wako ani, sasa hivi bibi uko busy sana, yani hmm, hunijali yani, hunijali kama mimi mpenzi wako, hmm. Yani umebadilika. Yani sikuelewi pia kuna shida gani. Wewe baby. Na mimi nimebadilika. Bana nipo vile vile. Hamna baby. Hamna bana. Miki uhalisi yani siku zote sijawahi kubadilika kuhusu. Yani kuhusiana na kukupenda wewe. Siku zote mimi nipo hivi. Yani labda tu tofauti ambayo labda unauona labda tu labda yani yani siwezi nikajua ni, ni wapi ambapo unaona tofauti. Kwa sababu mimi naona nipo vile vile na mimi bado nakupenda sana wewe. Umebadilika, e, ndio maana yaani, mm. Yani ndio maana nakwambia hivi, kuna vitu vingi sana naviona kuhusu mimi na wewe Beiza wee, yani sifurahishi baby, yani sipendezi navyo mm. Vitu gani bebi? Bana mimi naona nipo vile vile. Vitu gani ambavyo labda wewe havikupendezi bani? hmm. Uko busy sana na mambo yako yani, nikikwambia bebi hmm. Mimi nina shida hizi. Labda <coughs> sikuo nimekumisi yani, nikikumisi hmm. Kwa muda huo afu unaniambia wewe uko busy n aubb mikiwalisia yani, yani mm-hmm. Mimi Miki yani bado nipo vile vile. Alafu mimi siku zote zotea amna mtu mwingine ambaye anampenda zaidi zaidi yako wewe yani. Yani. Yaani wewe upo moyoni kwangu. Kwa hiyo yani unavyosema sivyo ni mbadilika. Unajua kuna wakati tunakwaga tu bize na kazi kazi ndogo ndogo. Unaona? Sasa maisha yetu tunajua mwenyewe. Kwa hiyo tupo kwenye kupambana ili tufanikiwe. Kwa hiyo hata usiwaze. Mimi nipo pamoja na wewe na sitakuacha. Kweli beli. Ah, na hapa nipo kwa ajili yako. No, <laughs> Kweli. Eh, mimi nimeumbwa kwa ajili yako. Uniliwazi. Ai ai ai ai

Mimi mwenyewe chinja chinja, yaani mimi sasa hivi kama ikitokea demu amejipendekeza hivi chafu tu mapema tu ndio kama yule jamaa kwenye movie yake

Umbwek, umbwek, Oa, eh. Ebu pa, ebu pa. Kwa mimi nakushauri mwanangu vitu vidogo eh, sana hivi hivi yana. Ah, ah, ah, eh, mademu wanazingua kichizi yani, si unaona tena. Uanze kutenda kumpenda, si umpe fresh, mwanangu.

Ila sasa sasa sio ndo uanze kunyanyasa. Yaani, mimi niamini mimi. Yaani, ukishakuwa na mimi au yaani na na hapa sababu sitakufesa. Yaani, na naamini kabisa utafurahi sana. Ah, kweli? Sasa nimepata tena mazungumzo marefu sana. Hiyo kama yaani siekana sasa hivi bado aa

Nikupe ubuyu. Hebu nipe. Shoga yangu, eh, si nimepata penzi jipya. Kweli? Kweli unashangaa? Sasa na inakuaje? Ah, achana naye bwana, yule ana mambo mengi. Kwanza mpaka mimi nahisi ah, achana naye bwana. Sasa hivi naangalia ngoma mpya. Upo. Inayoingia upo. Eh. Unashangaa? Kama kweli umerizia sawa, maana mapenzi yeah, ya Yani yeah, sasa, shogangu mm -hmm. Uwe, mm -hmm. E ni kuambie. Uyo mpenzi mwenyewe, hini ni mkaka eh? e e yeah. frani hivi. Wajawe. Ah. Ni kalefu. Ni zile ngoma zangu, hini vitu vyangu vile. Wai mbamba mbamba frani hivi. Kama mkenya frani. Oe. <laughs> Halo. Mm -hmm. Upo. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Rafiki yangu Mapenzi ni ni yote ambao unaweza ukaridhia naye, basi mimi nakutakia tu heri. Asante shoga yangu, uniliwazi